Mkurugenzi Mkuu wa TPA Bwana Plasduce Mbossa, na Rais wa Africa Global Logistics AGL Ltd, Bwana Philippe Labonne wamesaini mkataba wa makubaliano MoU wa ushirikiano kuhusu usanifu na ujenzi wa magati matatu mapya katika bandari ya Bagamoyo tarehe 6 Desemba 2025, katika makao makuu ya TPA jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA imesaini mkataba wa makubaliano MOU na Africa Global Logistics AGL Tanzania Ltd kwa ajili ya usanifu, ujenzi na uendeshaji wa magati matatu mapya katika bandari ya Bagamoyo. Mkataba huo ulisainiwa tarehe 6 Desemba 2025, katika makao makuu ya TPA jijini Dar es Salaam na Mkurugenzi Mkuu wa TPA, Plasduce Mbossa pamoja na Rais wa AGL, Philippe Labonne. Makao makuu ya AGL yako Ufaransa na kampuni hiyo ni tawi la MSC. Akizungumza mara baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, Bwana Mbossa alisema MOU hiyo inaashiria kuanza kwa mradi uliosubiriwa kwa muda mrefu wa bandari ya Bagamoyo. Katika awamu ya awali, AGL itafanya usanifu na ujenzi wa magati matatu ya kisasa kati ya magati 28 yanayopangwa kujengwa kwenye bandari hiyo. Kampuni hiyo pia itajenga magati mawili ya ziada katika bandari ya Dar es Salaam. Tunategemea ujenzi wa magati mapya matatu katika Bagamoyo kuanza mapema Januari, alisema bwana Mbossa. Tunakaribisha wawekezaji wa ndani na wa kimataifa kujiunga na mradi huu ambao unalenga kuleta mageuzi makubwa katika shughuli za bandari nchini. Bwana Labonne alisema AGL imechagua kuwekeza nchini Tanzania kutokana na amani, usalama mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na nafasi ya kijiografia ya nchi kama kitovu muhimu cha usafirishaji na biashara katika ukanda huu. Tanzania ni nchi inayokuwa kwa kasi, yenye nguvu kazi mahiri na thabiti. Nafasi yake ya kimkakati inatoa upatikanaji wa masoko mbalimbali ya Afrika na njia za biashara za kimataifa. Tunaamini ushirikiano huu utafungua fursa nyingi zikiwemo ajira zinazohitajika kwa kiasi kikubwa. Mradi huu wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo unaojumuisha magati matatu mapya unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi thelathini na sita. AGL ilichaguliwa kutokana na, na uzoefu wake mpana katika usafirishaji na usimamizi wa mizigo, ikitoa huduma shirikishi katika upokeaji na uhifadhi wa mizigo, usafirishaji wa kimataifa, shughuli za foruana na usimamizi wa mnyororo wa ugavani. Kampuni hiyo inahudumia sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na madini, mafuta, chakula na misaada ya kibinadamu, na ni sehemu ya kundi kimataifa la AGL, zamani Bolole transport and logistics, ambao sasa liko chini ya MSC.